Habari hii ni Dar24 magazeti asibia leo. Upo nami Nuri Mbilinyi ambaye nitakusomea vichwa vya habari vilivyopo uzito katika magazeti ya leo ni Julai 26, 2017 na moja kwa moja nikianza na gazeti la Mwananchi, habari zilizopo uzito zinasema: mshtuko vyuo vikuu, TCU yazuia 19 kufanya udahili wa wanafunzi wapya wa mwaka huu wengine 22 vyazuia kuendesha kozi 75 kwa kutokizi vigezo mbalimbali, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne. Kauli ya JPM kuteua wapinzani ya zua mazito, nayo ni habari katika ukurasa wa pili, na katika ukurasa wa nne CUF Maalim Seif yajiandaa kujibu mapigo ya Lipumba. Wadau watoa angalizo akasha kudaiwa kodi ya trilioni 424, nayo ni na habari inayopatikana katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari zilizopewa uzito zinasema waziri anasa anga za JPM aonywa, aliyowakuta Kitwanga, Nape na Muhongo ni baada ya dili la bilioni mia moja kushitukiwa kweupe, nayo ni habari katika ukurasa wa pili. Atumbuliwa kumtoza fedha mjamzito, nayo ni habari katika ukurasa wa tatu. Panga vyuo vikuu la toa povu mamia TCU yafichua siri kufuta kozi kibao, udizim UDOM, KSMC, Tumaini. Naoni habari inayoendelea katika ukurasa wa pili. China kuwa bain watu, watu watukanaji Facebook, WhatsApp, Bongo. Naoni habari katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Mtanzania fikra yakinifu, habari zilizopewa kipaumbele zinasema Magufuli aibuka na Lissu. Awamulika viongozi wanaofanya safari za Ulaya, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne. Spika atafakari wa bunge waliofukuzwa wanachama kafu, nao ni habari katika ukurasa wa nne. Serikali yafunguka kodi ya, shri, ya shilingi trilioni 424 ya makinikia, nao ni habari katika ukurasa wa nne. TCU yavif, yavifungia vio kudahili vimo yudizim yudom na Mzumbe, nayo ni habari katika ukurasa wa saba. Na katika gazeti la Uhuru ukweli daima, habari zilizopewa uzito zinasema JPM au nguruma, tumeumizwa ubinafsishaji, awataka Watanzania wasikubali kila wanacholetewa na wawekezaji nao ni habari katika ukurasa wa nne. Wabunge waliotumuliwa kafu bado hakijaeleweka spika Ndugai aamua kuwaweka kiporo, nao ni habari katika ukurasa wa nne. Lowassa atikiswa nyumbani, nao ni habari katika ukurasa wa nne. Kukamata viongozi wa dini wanasiasa siyokosa Hayo ni maneno yaliyozungumzwa na IGP Siro, lakini habari kamili inapatikana katika ukurasa wa pili. Na katika gazeti la Habari Leo, habari zilizopewa uzito zinasema kimbunga udahili vyuo vikuu nchini. Habari kamili ni katika ukurasa wa nane. JPM azindua barabara kilomita mia saba za bilioni 860, nayo ni habari katika ukurasa wa pili. Sheria kudhibiti matumizi mabaya ya simu, nayo ni habari katika ukurasa wa tatu. Spika awavutia pumzi kafu, nayo ni habari katika ukurasa wa pili. Ushuhuda wa Kenya kuhusu watoto wa jinsi mbili, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne, na huo ndio mwisho wa Dar24 magazeti asubuhi ya leo. Kipindi hiki kimeletwa kwenu kwa udhamini wa ID Card Solutions. Basi subscribe channel yetu kwa kupata taarifa kwa kila habari mpya kupitia Dar24, na hii ni Dar24, taarifa bila mipaka.